Kufuatia ucheleweshaji wa fedha za kujikimu maarufu kama bumu kwa wanafunzi wa vyuo vikuu ambao ni wanufaika wa mikopo kutoka bodi ya mikopo ya elimu ya juu HESLB, wameeleza changamoto wanazozipata katika safari yao ya kimasomo. Wakizungumzana na Chivihi Media, baadhi ya wa wanafunzi wa chuo kikuu cha Uislamu Morogoro leo Mei 19, 2025 walikuwa na haya ya kusema. Taarafa Kigogo, mwanafunzi wa mwaka wa pili, mawasiliano kwa umma: mimi ni mmoja ya wanufaika wa mkopo na bumu hapa chuo Changamoto tunazozipitia ni nyingi kutokana na kucheleweshewa bumu, kwa sababu hiyo pesa tunaitumia kwa kujikimu maswala mbalimbali kama vile kulipia kodi hosteli na vitu vingine. Kwa hiyo tunavyocheleweshewa tunapata shida sana kujikimu katika hayo mambo, hivyo watu rahisishie yani, au watuharakishie hilo bumu ili tuweze kuendelea vizuri na masomo. Majina anaitwa Zaharani, ni mwanafunzi wa mwaka wa pili mawasiliano kwa umma, ni mmoja wapo wa wanufaika na mkopo kiukweli, changa... boom linapochelewa kutoka linatuletea athari kubwa, kwa sababu wengi tunatoka katika katika familia ambazo ni za kawaida. Kwa hiyo boom hili linatusaidia katika mahitaji yetu mengi kama ada, chakula na kila kitu. Sasa linapochelewa inakuwa changamoto kubwa. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi ninachoomba serikali iwe inawaisha kutoa boom ili tuweze ku, ku, kuishi, ku yani kuto kuishi katika mazingira, mazingira magumu. Ni Omari Hussein Omari ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro. Nachukua kozi ya ualimu wa masomo ya history na Kiswahili. Ni mnufaika wa bodi ya mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu. Nikizungumzia swala la ucheleweshaji wa mikopo yani hela ya kujikimu ya wanafunzi wa elimu ya juu, ni changamoto kwetu sisi wanafunzi, kwa sababu inatuia kuishi kwa maisha magumu tukiwa hapa chuoni kwa sababu hatuna chanzo kingine cha mapato chochote, na ukilinganisha ni kwamba tunahitaji na mahitaji mengi ambayo yanahitaji pesa kwa wakati huo. Mahitaji sio lazima ya maisha ya kawaida hapana, kuna mahitaji ya kitivo, nahitajika kununua vifaa kwa ajili ya masomo yangu, ya kununua vitabu, lakini pia kuchapisha kazi kadha wa kazi, ambazo zote zinahitaji pesa. Hivyo bodi ya mikopo wanapochelewesha kutuingizia wanafunzi pesa hizo inatufanya sisi wanafunzi kushindwa kujipima, kushindwa kufanya mambo yale kwa wakati, jambo ambalo inaleta mtafaruku ama matatizo mengi sana kwetu sisi kama wanafunzi. Hivyo mimi ushauri wangu kwa bodi ya mikopo ya elimu ya juu nilikuwa naomba kwamba wazingatie kile kipengele au kile kipindi kilichoidhinishwa kwenye mkataba. Wakati wa saini atuambiwa kwamba kila baada ya siku sitini mwanafunzi atakuwa anaingiziwa pesa yake, lakini imekuwa hali ya tofauti, kwa sababu wakati mwingine inapelekea kwenda mpaka wiki mbili baada ya zile siku sitini kupita, jambo ambalo wanafunzi sisi kama sisi ambao hatuna chanzo kingine chochote cha mapato na wengi wetu tumejiweka katika familia ambazo zinahitaji msaada mkubwa sana, inatuia sisi ugumu kufanya mambo hayo. Mimi ni mmoja wa wanufaika wa, wa bomu ambapo almaarufu kama bodi ya mikopo huwa tunapataga changamoto pale ambapo boom linapocheleweshwa. Kwa mfano, kuna watu huwa tunapanga mtaani, kwa hiyo kwenye malipo ya kodi kwa wale wenye nyumba huwa ni shida, kunakuwa kuna, kuna bili za maji, kwa hiyo haya mambo huwa yana yanatuletea changamoto wakati wa ucheleweshwaji wa wailibum pia, mambo mengine ni mambo ya academic, uh, academic issues mfano mambo ya, ya photocopy mambo ya kununua vitabu. Kwa hiyo unakuta muda mwingine lecture, lecture anawaambia kwamba vitabu vitaisha tarehe fulani alafu unakuta tarehe hiyo ambapo yeye ambao yeye ameitangaza bum linakualij alijaingia kwa hiyo tunaingia kwenye madeni ambayo sio ya lazima. Kwa hiyo maoni yangu mimi ni kwamba hili bumu linapowaishwa, basi hata baadhi ya matumizi mengine, mfano ununuzi wa vitabu au fotokopi, yatarahisika, yatakuwa mepesi, na tutaepusha baadhi ya changamoto nyingine, kama kukopa kwa baadhi ya marafiki zetu au CRDB benki, nini bumu advance. Kwa hiyo mimi nashauri, ucheleweshwaji wa hili bumu ni, ni tatizo, kwa hiyo nashauri serikali chini ya wizara husika waweze kulifanyia kazi ili tatizo ili kuepusha hizi changamoto za hapa na pale. Kwa upande wake waziri wa fedha na mipango ya jumuiya ya serikali ya wanafunzi chuoni hapo Mheshimiwa Khalifa Ramadhani amesema kuwa ucheleweshaji wa fedha hizo unachagizwa na kalenda ya chuo ambayo inafuatwa na bodi ya mikopo pata mkopo au boom ikifika, tunazingatia sana ni kalenda ya chuo chuoambayo ni almanaki pindi unafungua chuo au tarehe zilizotumwa bodi ya mikopo ndo wanazingatia sana, hasa inafikiaga stage. Ikifika siku 60 utakuta tumewaishiwa boom, lakini siku 60 zimefika, wanafunzi wanaanza kusumbua sisi, ambao hatua ya kwanza ambayo ninachukua uaga nawasiliana na loan officer wangu, then loan officer nawasiliana na watu wa bodi. Watu wa bodi tunawasiliana nao kuhusu boom, lakini sasa changamoto inakuja, bodi wenyewe uaga wanazingatia sasa ni siku nani, kalenda ya chuo ambayo ni almanac, hasa ikitokea mfano kama ma semester iliyopita tulilipwa boom la la tatu tarehe tatu ambao tarehe tatu mwezi wa tatu ikifika tarehe tatu mwezi wa tano atakuwa tumepata boom, lakini sasa hapo almanaki ya chuo inasema tarehe 13 mwanafunzi apate boom. Kwa hiyo hapo ni kupambana nao, tupambana nao ili mradi watulipe kabla siku hazijafika lakini inakuwa ni ngumu, kwa sababu bodi wenyewe wanalingania au wanafikia ile siku ambao tarehe 13 imefika au almanaki ya chuo inasema tarehe ngapi. Kwa hiyo ni changamoto kubwa. Mimi kama waziri huku nasumbuka, wanafunzi wananisumbua wote, na kuna muda hadi lonofsa mwenyewe uwaga anapotea chuoni kwa sababu ya changamoto, wanafunzi wanakuwa sumbufu na hali inakuwa ngumu, kwa sababu ukienda hata vitabu wanashindwa kusoma, wanafunzi wanashindwa kunua vitabu, kwao ni usumbufu mkubwa, simu zinakuwa nyingi, hadi kuna muda unashindwa kufanya mambo yao kwa sababu ya wanafunzi. Ni kiripoti kutoka chuo kikuu cha Islamu Morogoro, mkoani Morogoro, langu jina ya Tariki Mnaheka wa Chivihi Media.